Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine wanapata pesa kirahisi wakati wengine wanahangaika maisha yote? Leo nitakushirikisha masomo matano muhimu kutoka kwenye kitabu maarufu The Richest Man in Babylon. Karibu kwenye channel Maarifa ya Mafanikio, mahali pa kujifunza elimu kwa maisha bora. Kama unapenda kujifunza kuhusu pesa, tabia na mafanikio, tafadhali subscribe sasa na uanze safari ya kubadilisha maisha yako. Somo la kwanza, jilipe mwenyewe kwanza. Kila unapopata pesa, chukua angalau asilimia kumi uweke pembeni kwa ajili yako. Usisubiri pesa ibaki, kwa sababu pesa haitaki kubaki. Hii ni hatua ya kwanza ya utajiri. Somo la pili, dumisha matumizi yako. Watu wengi wanapata pesa, lakini wanazitumia zote. Tambua tofauti kati ya mahitaji na matamanio. Ukidhibiti matumizi utaona pesa inaanza kukaa. Somo la tatu, wekeza pesa zako. Pesa inayokaa bila kufanya kazi hupotea. Wekeza kwenye elimu, ujuzi au biashara unayoelewa. Usikimbilie utajiri wa haraka. Somo la nne, jilinde dhidi ya hasara. Usiwekeze pesa zako bila maarifa. Kama huielewi fursa, achana nayo. Hasara kubwa hutokana na tamaa na kukosa subira. Somo la tano: ongeza uwezo wako wa kupata pesa. Jifunze kila siku. Kadri unavyojifunza zaidi, ndivyo thamani yako inavyoongezeka, na kadri thamani yako inavyoongezeka, ndivyo kipato chako kinavyoongezeka. Masomo haya hayabadilishi maisha mara moja, lakini yakifuatwa kwa nidhamu hubadilisha maisha kabisa. Ni somo gani limekugusa zaidi? Andika kwenye comments na usisahau subscribe kwa video zaidi za Maarifa ya Mafanikio, elimu kwa maisha bora.